Na wa haya. Wa innani, eh, natamani haya haya maneno, anasema wa innani, na hakika yangu mimi, aqulu huna, anasema katika hapa ya laita ahla sunnati sunati, natamani ndugu zangu ahlu sunna, wa ashaba al imkanat, na watu wenye uwezo, wal qudrat al madiyati, na uwezo waneno wa kifedha, yarifuna, na tamani lao wangejua, wangijua, wa yudrikuna, na tamani lao watafahamu, ma hiya al kutub al nafi'ah ni vipi vitabu vyenye manufaa alati ambapo ya kwamba yambagi inapatika inatakikana tibaatuha kufanya kuvichapa li ahamiyati ahemmi, kwa sababu yani ya umuhimu wake. Yani asema natamani ndugu zangu wa sunna, natamani watu wenye uwezo watafahamu, si ndio? Ya laita ahla sunna, natamani ahlu sunna wa ashab al imkanati wal qudrati al madiya na watu wenye uwezo wa kifedha, yaarifuna, natamani lao watajua wayudrikuna na wakafahamu, ma hiya alkutubu nafi'ah, ni vipi hivyo vitabu vyenye manufaa alati, ambavyo kwamba yambaghi tibaatuha, inapasa kuvichapa li ahmiyati li ahmiyati, kwa sababu ya umuhimu wake, walati, na vitabu ambavyo kwamba takhdimu alislam, vinautumikia Uislamu, khidmatan adhimatan, utumishi mkubwa kabisa, khasatan hasasa, fi hadha alasr, katika zama hizi ambazo kwamba ikhtalata fihi alhabil Bin Nabil. Lianna baada annasi kwa sababu baadhi ya watu yatbau kutuban, wanachapa vitabu la faidata fiha, ambapo kwamba havina havina faida yeyote. Si ndio? Kuna baadhi ya watu washughulika kuchapa vitabu ambao kwamba haina faida yeyote, maa ana hunaka kutuban kathiratan, pamoja na kuwa kuna vitabu vingi muhimatan jidda, ambapo kwamba ni muhimu sana, ladaina kwa sisi, yambaghi tabuha inatakana kuvichapa lakini havichapwi. Maulana asema faasa fa Allah, henda mwenyezi Mungu ayuwafiqahum akawapa taufiqi, wayahdiahum lidhalika na akaongoza kufanya hilo, liyaarifu ili wapate kujua, ma hiya lkutubu lwajibu tobaha, yani huenda mwenyezi Mungu akaongoza wakafahamu ni vipi vitabu kama ni wajibu kuhu? kuvichapa kama asalu subhanahu kama navyomwomba Mwenyezi Mungu mtukufu anyuidhahum awazindue, liyudriku ili waweze kufahamu, manhum lulama lamilin ula, ni wapi hao wanaozuoni wenye kuzifanyia kazi elimu zao, bihaqin, kwa kweli kabisa. Yani asema natamani pia namwomba Mwenyezi Mungu awazindue watu wenye uwezo, waweze kuwa na uwezo wa kutambua ni wapi wanaozuoni wakisawasawa, alladhina, ambao kwamba yuqaddimuna maslahat alislam wa, yatanguliza maslahi ya Uislamu ala masalihihi mushakhsiya, juu ya maslahi yao binafsi. Asema fa inna hunaka ulamaan, kwa hakika ukweli ulivyo ni kwamba kuna unuzuni wa tulaba ilmi, na kuna watu ambao kama ni talabatul ilmi, wasomaji unusoma, la yaltafitu ahadun ilayhim, hakuna yote anayefanya anawajiki, hakuna yote anayotizama. Yani kuna watu ni unuzuni wa kweli kweli wasomesha watu na wafanyia kazi elimu zao, na kuna watu ni wasomi saw sawasawa, wanasoma lakini hakuna mtu yoyote anayewatizama bal nara amwala, bali tunaona mamani bil alafi, kwa nini maelfu, illa mnakul bil malayin, tusiposema mamilioni ya pesa tugudaku yana, yana mimino ala ashkhasi, yana mimino kwa watu la qimata, hawana qima chochote, hawana thamani yoyote wala juhudi shekhana, kuna watu shekhe wanatembelea mavieti na wanalipa mamilioni ya pesa. Kazi yao nini? Kazi yao nini? kuzunguka kwenye mahafla kuimba, anaashidi na nini hapa na pale, bas bas. Lakini waapewa nini? mamilioni ya pesa, wanapewa magari ya kifahari, waishi kwenye nyumba za kifahari, waishi kifahari, lakini kazi yao ni hivi tu, aje hapa imbe anaashidi aongoze nashidi shidi na kasida zile na nini, atoke hapa. Yani jamaa, hali tulionayo sasa hivi, tuna haja kutoa kutoma milioni ya pesa kwa ajili ya kusponsor manini, maana shida ya manyimbo eh jamaa, ile uhalisia ulivyo. Yani tusichukuliwe makosa kwamba sisi tupinga na shidi ama makasida au vitu vingine, la la la, nahnu min ab'ad an-nas an dhalik, lakini tuzungumzie aulawiyat, tuzungumzie nini, vipaumbele yaani bora ni tutoe mapesa kuwasimamia wanaochuoni wanaosomesha na kuwasimamia wanafunzi waliojitolea kusoma ilmu kisawasawa, au ni tutoe mamilioni ya pesa hayo tusimamia anashidi? Eh, tuzungumzie aulawiyati, hatuzungumzii kufaa na kuto. Tuzungumzie ni aulawiyati, si ndio? Na mamilioni ya pesa yanatolewa fi hafalatin, katika nini katika mahafla wa mawalida na maulidi la daia hafla na maulidi ambazo kwamba hakuna dharura, hakuna kitu kinachopelekea litabdhiri fiha kufanya tabdhiri, kutoa pesa kwa israfu namna hiyo? Albatta kabisa, sindio? Yaani, shekhe tuona, kuna mahafla ya shekhe ya ungo sasa hivi, hasa miaka hii ya karibuni, imekuwa na nishati kweli kweli. Mahafla ya ungo na yakodishwa maholi makubwa makubwa, yatolewa mamilioni ya pesa shaka. Hafla hizo chafanyika nini ndani yake? Kukaimbwa kisha baada yake watu wakacheza na nini wakatuzana na nini? Yametolewa mamilioni ya pesa, yamekodiwa makumbi ya mamilioni ya pesa. Kwa nini hizo pesa asitefute mmoja katika mashekhe wanaosomesha akafanya akapewa. Kwa nini hizo pesa wastafuta wanafunzi wanaosoma wanaosoma elimu kama hivi kisawa sawa, wakafanya wakasaidiwa katika mambo yao? Kwa nini hizi pesa zisitumike kununua vitabu kama hivi, vitabu vya elimu kama hivyo, kagawanya? Ni yani wewe kwenda kukodisha ukumbi milioni mbili, milioni tatu, zikaenda pale zikaimbwa, na shida nini na kununua vitabu kama hivyo kugawanyia wanafunzi wakasoma? Kipi kitu kikubwa zaidi? Na tujibu basi <coughs> ni kipi kicho ambacho kwamba kitakupa thawabu nyingi kwa muda mrefu, si ndio? Yaani, hatukatai kwamba yale hayafai. Ah, yafaa sana, yafaa ya, lakini aulawiyati ikiwa unaanza kulifanya hili lile na ukalifanya na fabiha wa neema. Lakini kama huwezi kufanya isipokuwa moja ya mambo mawili, basi acha lile ufanye nini? Yani, shekhe, unapokuta umma ambao kwamba unatanguliza mambo ya michezo ya, ya, ya, ya michezo na hivi na nini kuliko mambo ya ilmu na maarifa, shekhe, umma huu usomee takbira. Shekhe, ushakufa huu. Kwa hivyo watusrafu fi hafalatin wa mawalida la da'i litabdhir fiha albatta. Ndo hani tulikuwa tukizungumza kwamba unakuta hafla ya maulidi inafanyika mathalan katika kimatrasa ambacho kwamba ukikiangalia kinalia sheikh, Kinafanya nini? Kinalia kinalia, vijengo vyake taabani, vibati vimeoza, vyoo taabani, mazingira yake taabani, taabani. Alafu nakuta katika kichu, kichuo kama hicho ama katika kisenta kama hicho kumefanyika maulidi, zimechinjwa ngamia tatu, kumechinjwa kume, kumepikwa mchele kilo elfu mbili kumechinjwa ng'ombe tano, kumechinjwa mbuzi mia eti mbuzi kumi ishirini Mambo kubwa hiyo haijawahi kutokea, haijawahi kutokea. Eh, kaka, watu wana ufahari si ndio? Mjifakhirisha na kula, si ndio? Mjifakhirisha na kula, si ndio? Mtume atatetea na kula Uislamu, atatetea na kula sana mapilau mingi na manyama mingi, yeah. Mimi sibezi haya mambo jamani, fahamike vizuri. Sifanye nini? Yeah. Watu nifahamu kila siku makosa. Sibezi. Sisemi kwamba yafaa, ah. Yani hiki hi kichuo kwa hali hii ambayo kwamba lau wakaguzi watakuja kukagua wakati huu huu watafanya nini? Kufungiwa. So kumbuka, mkuu wa wilaya wa Kisarawa alienda kukagua chuo kimoja akakuta hali yake ni mbaya ilikifungia muda huu, tena ilikuwa ni usiku. Si mwakumbuka, si ndio? Kwa hivyo ni lau magoti mheshimiwa magoti atakiona hicho kisenta chako na hayo unayofanya muda mda huu huu kitafanya nini? Kitafungiwa. Sasa mjonga mia moja anauza shilingi ngapi huko? Kwa pesa za Kitanzania. Naam.

Tisa. Nataka kuwazingua tuna ameingia. <laughs> tatu tatu ngapi? Sita. tatu ngapi? Tisa. <laughs> <erfana>. Lita <laughs> kumpata yule tunameingia haya, milioni tisa hizo, si ndio? Unakuta mchele, si kilo elfu moja si kuna mbuzi wangapi, kuna mafuta, kuna viungio, kuna nini unakuta alalaqali hafla imechukua kama milioni ishirini milioni ishirini na moja. Kuna nauli za mashehe kuna nauli za <tip> za mashehe kuna nauli za mafanani kuna gari za kukodisha nini, madrasa. Maana sasa hivi vyuo hutumiwa nini, zamani ilikuwa vyuo huenda wenyewe, lakini sasa hivi hutumiwa nini magari kabisa, ili watu wawe ni wingi. Hafla yako shekhi iliua shekhi, haijai kutokea shekhi, hujai kuona hafla kama hiyo shekhi, tuko vizuri sana eh. Unakuta Ma, milioni 30 hafla 35 hafla imetumia si ndio? Hasa zile milioni 35, mwonaje kwamba tungefanya hafla ya kawaida tu, alafu zile milioni 35 tukazitumia kukarabati huu ni huu msikiti au hii madrasa? Mwonaje, unakuta, maanake kimadrasa kina eneo dogo. Kwa nini tusitumie hizi milioni 35? Tukatumia tukanua hili eneo lilo hapo hapa jirani, tukaunganisha madrasa ikae na eneo kubwa, na mwakani tukafanya kama hivyo, tukajenga. Ukisema hivyo, kuna mtu atakuelewa? Atafuta ulaji, si ndio? Atafuta ulaji. Mimi sitaki mnipe senti moja, kusanyeni kisha tufanye kwa pamoja. Mimi nitoa mwongozo tu. Ah, ah, Mtume anasherehekewa kujenga madrasa bwana. Mtume anasherehekewa kukula pilau na kula kula kula roast vizuri. Hayo ah, sisi hatuje kuyasikia. Kwa hivyo tuone kabisa hawa watu si kwamba lengo lao haya yote ni kumsalia Mtume sana. Ah, ni pia wapenda kula. <laughs> Ama sivyo? Hivi no, jamani, Mtume hawezi kusherehekewa mpaka watu wale pilau sana, biryani la, la nguvu. Ya jamani, nifahamike, sikatazi mimi kualisha watu, ni sadaqa kubwa, si ndiyo, no. Lakini tozungumzia nini? Awlawiyati. Tozungumza? Awlawiyati. Vipaumbele. Nini? Vipaumbele. Vipaumbele. Yaani badala haya mamilioni kuyatumia kwenye hizi mambo, kwa nini si tuyatumia hapa? Ndio haya yanazungumzia Sayyid Hassan Saqqaf. Ndio haya yanazungumzia Maulana, sio kama sisi peke yake ndio tunaolia na haya mambo. Kumbe hata Maulana huko kwa Jordan pia analia nayo. Kufu ni janga la kimataifa hilo, sio la Tanzania peke yake. Haya. Mimi ntakuwa ni masuulu kile nilichokisema, sindio? Yeah. mimi ntaulizwa kwa kile yeah. Lakini sio kile ulichofanya ulichokifahamu wewe na akili yako enye taka hiyo, mi si masuulu yeah. Mimi ni masuulu kwa kile nilichokisema na nilichokikusudia, mi wa innamal amalu, lakini kile utakachokifahamu wewe na akili yako enye taka, mimi sio masuulu. Ah yule apinga Maulidi, apinga ubabu wa Maulidi, hiyo ni ya kwako sasa. Apinga watu kuchinjwa kwa Maulidi, hiyo ni ya kwako na akili zako zinataka. Mimi sijasema hivyo. Mimi nimesema kitu kingine na hicho ni kitu kingine. Sisi wenyewe tutafanya shughuli tutapika, si ndio? Ama tupike kwenye shughuli zetu? Watu waje watoka na njaa? Naam? Hapana. Isipokuwa tutafanya iktisad. Tutafanya iktisad. Tutafanya tawassut kati na kati. Hatumtumii mtu nauli Atumtumie mtu? Ah ah. Ah, kama unakuja kwenye Maulidi kuja tu. Ama kusema nitumie nauli na yakuacha nyumbani kwako? Ah, hai sio majukumu yetu. Unataka kuja kwenye hafla ya mtume? Njoo. Lakini pesa ya nauli na yakuacha nyumbani kwako hakuna dharura yeye kuja. Kwani nini wewe ndo mtume? Tunakusalia usipokuja. Sasa mtamwonyo haja haja. Si ndio? Wewe unatasharaf kupitia hafla hii. Wewe unatasharaf kupitia hafla na ya mtume, ndio maana yake. Zamani ilikuwa mgen hakuna mgeni rasmi kwenye hafla ya nani, hakuna mgeni rasmi kwenye hafla ya mtume, wote ni wageni rasmi, si ndio? <this> yani hakuna mtu anayekuja kuitukuza hafla ya nani, Sheikh. <this> sisi tushapambwa na nani, tutaka nani mwingine aje ipambe hafla yetu? Hajafika mgeni rasmi. Mgeni rasmi nani? Mgeni rasmi katika hafla ya mtume? Hafla ya mtume mgeni rasmi nani? ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sote wengine ni wageni waaliko tu. Haya mambo ya hovyo mambo kabisa, haya hayakuwako zamani na imekuwa sasa hivi ni sehemu ya kupitisha ajenda za kinini, za kisiasa, kupitisha ajenda ya kupitisha ajenda, kwa sababu mara nyingi kuta hafla ya mtume, hafla ya maulidi alafu mgeni rasmi ni kiongozi wa nini, kwa kisiasa ni kiongozi wa kisiasa Kiongozi wa kisiasa au mgeni rasmi kwenye majukwaa ya nini? Siasa. Hafla ya mtume ama hafla ikiwa ni elimu, mgeni maalumu, mgeni mheshimiwa lazima awe ni ni alim, si ndio? Hmm. Hivi jamaa, mshakusikia shekhe kuna mkutano fulani wa kisiasa shekhe fulani ndio mgeni rasmi, mshakusikia? Naam. Hmm. Kwa sababu gani? Ni kinyume na protocol, si ndio? Hmm. Ni kinyume na nini? ni kinyume na protocol. Protocol za kisiasa zinasema mkutano wa kisiasa kiongozi awe ni ni nini? Mwanasiasa ni? hawezi kuwa ni kiongozi wa dini. Hasa, kwa nini nyinyi mwavunja protocol za dini hafla like ya kidini, alafu kiongozi akawa ni mwanasiasa. Wanasiasa. Wanasiasa jamaa. Sasa hivi wa, wa viongozi wa dini wakiingilia wakiingilia siasa tunaambiwaje? Tunaambia haya jamaa, viongozi wa dini msifanye nini? Msiingilie mambo ya siasa ama sivyo? Ndio. Si ndivyo viongozi wanavyosema? Mm -hmm. Kwamba viongozi wa dini shikeni mambo yenu ni mm -hmm. Musiingilie mambo yenu? Si tunapinga hilo? Naam? Mm Vizuri. -hmm. Sisi sio sisi hatujui siasa, ndio tutanyamaza. Hatutuzunguzisi. Lakini na si, si, si, si, ndi, lakina, pia nyinyi viongozi wa siasa yanapokuja masala ya dini, pia muache watu wani? Mm -hmm. Ukiambia wote kwa mgeni ndasi mwambia la mgeni ndasi mazima au kiongozi wa nini wani? Si ndio protocol kama sivyo? hayo tu yache. <coughs> Lakini alhasil <coughs> <coughs> wa innani arifu unasan imamu anasema, hakika yangu mimi binafsi najua watu, min akabiri ahli alilmi, katika watu wakubwa wasomi, yani katika wasomi wakubwa, la yasiluna ila lukmati alaishi, hawalifikii tonge la maisha, hawapati ile kipande cha mkate, ila bishaqti alanfusi, isipokuwa kuzipa tabu nafsi, yani mpaka kwa usumbufu kwa ile kwenda fanya kazi na nini, ndio apate kula wa innani na in hakika yangu mimi aarifu nasa naujua watu min akabir ahli ilm katika watu wa elimu wakubwa la yasiluna ila luqmat alaysh ila, ila kwa taabu kwa hawafiki tonge lao, wa bil muqabil na muqabili, wa hivo mkabala wa hilo yatanaamu wa nanemeka man yakhdau nasa wato hada watu bi wilayatihim, kwa nini kwa wali wao wa salahihim nani na uchamungu wao au ilmi au elimu wao elimu zao, wa oh, hum laysu kadhalik, aliyekuwa wao sio hako hivyo. Yani anasema kuna watu ni wanachuoni wakubwa, lakini maskini ya Mungu hakuna mtu anayewaangalia, kipande cha mkate kukipata nini ni kazi kinyume. Kuna watu wajifanya mawalii, si ndiyo? hata haku kwetu, si hapo, kuna watu wamejifanya kwamba ni ni ma ah, fulani walio Mungu, kesha ushaona, huwa wali wameunda, wali wa, wali wa, mewunda, wa mchongo wameunda, kwa sababu gani niye akulu amwala nasi bilbatil, nawapata mali hapati, uh, naam, si wapata ma mali ma billion of money, wapata ya khada wanaa naas, wadanganya watu biwilayati mkonini. Kwa ni kwa ni nani alokupa wali sheikh? Nimeojuaje kwamba huyu ni wali sikato? Ah, wale wali wa Mungu, sheikh, nani alokuambia wewe unaweza kumjua wali? Abd almasjid naam, anemjua wali nani? ni amru la, jambo la ghaibu si ndio? Hmm. Wasalahi na uchamungu ah, fulani bwana no, salih, mtu mwema, kweli kweli, ah ah, tuseme yule, sisi tumzingatie ni katika waje wema, wala nuzakihi ala Allah, wala hatumtakasi kwa nani. Hmm, eh hey, watu elimu, useme hivyo, ah, tuna tunamweka katika group la na watu wema kulingana na matendo yake, wala nuzakihi ala Allah kwa Mwenyezi Mungu, kwa anajua nani ni Allah au ilmihim au elimu zao wao, humleisu kadhalika shey. Kuna watu wasifika ni uchuoni na nini na nini, lakini darasa za elimu zao kwa ukiuliza, hakuna wanasomesha wapi hakuna, wanafanya nini hakuna, ni kwenye hana ienye majukwaa tu. Ah, uchuoni mkubwa simba wa twariqa yule kigogo ah. eh si ndio simba wa twariqa yule kigogo yule, si mshumaa moto si si nini Simsh... Simsh... chaka la simba sijui Simsh... eh jamaa acha tukumue bwana wahum laisu kadhalika. hali yako hapo? Yeah. Ha hapo hapo yeye yeah. <laughs> haya mambo yeah, ni ya kimataifa, shia si hapa kwetu Tanzania peke yake, hapo mambo hapo hapo kwetu. Unajua kwa mambo mengine michekesho shaka, kama sana dhikuruhu fi mawdhin akhar, kama tutakapolitaji hili katika sehemu nyingine, insha Allah taala bi tawazun, kukunjufu. Unajua mambo yataka kukunjuliwa, shaka. Unajua lazima je, unajua ukweli ulivyo na ndio ambao kwamba watu hawautaki na watu hawautaki kwa sababu gani? Unaharibu kula kwao, unaharibu nini? Ukweli ulivyo ni lazima jamii ziambiwe kwamba fulani ni mwanachuoni mfuateni, msimamieni, fulani ni mjinga, ni mdanganyifu, acha ni naye. Huu ndio kweli ulivyo. Yani kweli shikio langu liko hapa, si ndio? Kwa nini niseme shikio hili hapa, nianze kufanya hivi eh? Mimi ukweli ulivyo napenda kuweka nukta juu herufi napenda kuweka nukta juu ni herufi be, weka nukta wapi? Chini. Te, weka nukta wapi? mbili juu. The, weka nukta tatu wapi? Basi weka nukta, maliza kazi bas. Sikio hili hapa, sema sikio hili hapa, lakini hili hapa nini bwana? Yani weka mambo hivi wazi: fulani bwana ni mwanachuoni, nendeni nende, mkasome fulani ni mdanganyifu, muongo, si msomi, mjinga, hajasoma aende akasome. Kama waona uchungu wa kuitwa nani, ni mjinga, si ndio? Ni uchungu, waona ni uchungu, si ndio? Lakini we huoni uchungu wa kumzushia Mungu, si ndio? Na kuadanganya, kuidanganya jamii ni tamu, si ndio? Lakini watu wanapokufedhesha unaona nini? Kwa hivyo tamu yako ni waendelee kupotosha watu, si ndio? Sheikh unakuta mtu hata Suratul Fatiha hajui kusoma. Alafu anajitangaza mimi ni msomi, mimi ni alim ni kadha. Kwa nini tusiwaambie watu bwana fulani mjinga yule? Adanganya watu. Mtu ajifanye shekhe, ajifanye ni tabibu, ajifanye nini atumia tunguli na marudi ya ma, matalasimu na matakataka mengine. Kwa nini tusiwaambie yule mtu ni mchawi? Au sivyo jamaa? Yeah. Ndiyo. Eh? Sikwambia watu wazi. Yule mtu na mchawi, yeah. Yeah. Yaani kuna haja gani kuzunguka hivi? Mtu anayekaa kutumia matunguli ndani na madegani sijui ya chora, chora masanamu na videgani kwa nguvu za dragon na nini? Huyo <laughs> tamuita nani jamaa? <laughs> Si yule kijana siku ile tukazungumzia hapa shekhe, akasema kuna shekhe mmoja katika watu wanamdhania ni matabibu ukubwa shekhe, ameandika kitabu cha tiba cha Kiswahili, sio anasema fanya hivi, si itakuwa hivi, alafu uombe kwa nguvu za dragon, siku ni si shirikio Hebu tuambie, mtu anaomba Mwenyezi Mungu nguvu za dragon, hiyo nini? Kwa sababu ajiita ni mtu wa Twariqa anavaa kanzu na kilemba, tusiwambia watu kama ni mshirikine yule mchana yeah? Wanajiona, wajifanya ni watakatifu, hawaheshimu wasomi, wanadharau. Semeni yote, hatujawakataza hatuja huwezi kumkataza binadamu kusema, isipokuwa unaweza kumrekebisha baada ya kusema. Kila mtu ana uhuru wa kusema, huwezi kumkataza mtu kufanya kusema kwa sababu huwezi, lakini unaweza kumrekebisha baada ya kufanya. ni ya kusema mbaya, bwana ulivyosema, sivyo hivyo. Sisi hatujioni, lakini tunaeleza uhalisia haya. Kama akila kama ulivyosema, sio maana, amekuja kumnasaba gani Rufia az-zujaju rufia, rufia kimeinuliwa, kikapewa cheo kioo. Wahuta qadru al-jauhari, na kikawekwa chini cheo cha nini? Cha jauhar, lulu Kinangara na dhahabu, si ndioe? Kioo kina ng'ara ama king'ari? Naam, kina ng'ara. Lakini je, mng'ao wake unaweza na na? Oh, nasemu halisi ulivyo, kuwa jinga, na thamani na mng'ao wa lulu na dhahabu. Sasa anasema uhalisia ulivyo ni kwamba sisi kwa kuwainua hao wajinga na wajifanyao ni mawalii tumeinua, tumekiheshimu nini? kio, kio alafu tukaacha dhahabu, yaani hapa kuna dhahabu na hapa kuna kio ukachukua nini? Kimeinuliwa kio alafu kwa Chi chini cheo aina yote ya madini yes. Ni al mirihu na imejiinua juu, nyota ya mirihi fauka mushtari juu ya nini? ya mushtari. Mushtari ni nyota ya juu zaidi ambayo kwamba iko juu ya nyota yani ya mirihi, si ndio? Lakini mirihi imejifanya iko juu ya mushtari, lakini uhalisia ni, ni? Lakin Lakin ni hivyo Yaani wewe ukijifanya kwamba uko juu, yani wewe mushtari, wewe mrihu ukijifanya uko juu ya mushtari, ndio kweli utakuwa uko juu ya mushtari. Wewe mjinga ukijifanya uko juu ya mwanachoni, ndio kweli utakuwa atakuwa ni uko juu ya mwanachoni. Wa dahru kal mizan. Anasema na miaka bwana ilivyo ni kama mizani vile. Ya rafau na naqisan, mizani na muinua yule pungwani wa yahutu qadra alwafiri, na inaweka chini cheo cha yule alio mwingi almutawafiri ya leo kamili, yaani nasema mizani ya miaka na masiko au na mizani ya, ya mazingira siku zote si adilifu. Yaani mwaka ulivyo ni kama ni kama mizani hivi, mizani baina ya kizito na chepesi. Kipi huwa mizani nakiweka juu na kipi kinakuwa chini? <laughs> <laughs> chepesi ndio kinakuwa juu, kile kizito kinakuwa chini. Kina kwa hivyo anasema wadharu, wa, wa kalmizani mwaka, yani maisha yetu tunaishi katika hii dunia, kalmizani, kama mizani yarfau naqisan, inakinua kile kilichopungwani wa yahutu qadra alwafiri, na inaweka chini cheo cha yule mwingi almutawafiri aliye kamili. Tukuzisane, yeah. Yani chukua jiwe la kilo kumi lile au jiwe la kilo tano mwisho kilo tano, so liweke hapa halafu huku chukua hii pete ya gramu kumi na moja, si ndio? Yeah. Chukua huku iweke huku pete gramu kumi na moja, hukuweka jiwe la, la dhahabu kilo ngapi? Kilo tano. Kipi kitakuwa juu? Kipi kitakuwa chini? Chote kitakuwa. Hii kipete cha gramu kumi na moja kitakuwa kitakuwa juu, yeah! Alafu ile zito tashuka huku yeah, chini. Asubuhi ndio maisha tunaoishi, ndio maisha Yaani huu beti ni ufupisho wa maisha tunaoishi na uhalisia wake. Akaja mtu mmoja, jahili mmoja tu, tunamjua vizuri sana, akainukiwa akashumiwa. Alafu aka akaja mtu mwingine msomi, na unamjua ni msomi, huyu jahili aliyeko hapa hampati mara elfu moja huyu wacha kugeukiwa, hata kutajwa, yuko fulani hatajwi. Nimehudhuria hafla kama hizi nyingi sana. Mtu msomi kweli kweli, kigogo, lakini yuko kule, la hadi yaltafit, hata kusema jamaa, katika hafla hii kuna fulani, kuna fulani, la hadi azkuru. Lakini kuna mwingine njahili hapa amekaa, pale mbele pale, kana namna hii, atajwa eh? Amechuna kweli kweli, kama shura <laughs> atajwa mara 100, 100 mara 20

Yaani unaakisi uhalisia maisha yote tunaoishi. Enyezi Mungu hmm. aturejeshe mm. katika uongofu Enyezi Mungu atuongoze, si ndio? nafikiri mm. haya maneno leo yanatosha, mazito sana. Allahu yaqulu al-haqa as-sabil. Majidi umechelewa Sheikh. Darsa ya, na, ya, mm. ya si tatu unajua mm. mm. mm. unajua <laughs> leo darsa tumeanza saa ngapi? yeah. saa 9.